Umenisikia? Leo Yesu ayageuze maisha yako kwa jina la Yesu. Loo, leo Yesu ayageuze maisha yako kwa jina la Yesu. Hauko hapa kwa sababu umetaka kuwa hapa, uko hapa kwa sababu umegeuzwa ndani yako na umekubali kugeuzwa. Lo, umeingiziwa nila ya Yesu ambaye ni kanisa, kwa anapokuwa ndani yako anakufanya kupenda kuabudu kumtumikia kwa unajisikia tu kupenda kuabudu ndani yako, unajisikia tu kupenda kumtumikia kwa sababu ndani yako anakaa yeye. Biblia nasema, amjui, mili yenu ni hekalo la Bwana, naye Roho Mtakatifu anakaa ndani yenu. Maanake kama Roho Mtakatifu ambaye ni kanisa akikaa ndani yako nini kitatokea kwako? Utakuwa unasikia kumtumikia yeye utakuwa unasikia kumpenda yeye, utakuwa unasikia sikia kumfata yeye. Hello, matokeo ya wewe kuwepo hapa ni kwa sababu umegeuzwa. Waibrania sura ile ya tano mstari wa nane hadi wa tisa na ingawa ni mwana alijifunza kutii kwa mateso hayo aliyopata, alipokwisha kukamilishwa, akawa sababu ya wokovu ya watu wote wanaomtii. Hello, hello? Baada ya kwisha kuvumilia, akawa ni sababu ya watu wote kuokolewa. Manake kazi ya kanisa ni kuokoa watu wote wanaomtii Kristo. Hello, manake unapomtii Kristo anayeokoa maisha yako, matokeo ya kuokolewa ni kwa sababu ya utii. Unasikia vizuri? matokeo ya kuokolewa ni kwa sababu ya utii unapomtii Kristo ambaye ni kanisa, matokeo ya kuokolewa yanatokea ndani yako. Unapoona umeokolewa sio, unasikia vizuri? Ni kwa sababu ya utii. Unapomtii Kristo, wokovu unatokea kwenye maisha yako. Hauwezi ukamfata Kristo siemjua, hello, kama haujamtii na kumwamini. Lazima umwamini, alafu utii wemo ndani yako Hauwezi ukakinyenyekea kitu usichokijua. Unakinyenyekea kwa sababu umekitii, kwa unapomtii Kristo ambaye ni kanisa, wokovu anauleta kwenye maisha yako, kwa wokovu wowote wa unatokea kwa sababu ya unyenyekevu wako. Hello? Hello? Hello? Biblia nasema utii ni bora kuliko dhabihu maanake utii hulifanya kanisa ama humfanya Mungu ama Yesu akendani yako. Anasema anawapenda wanyenyekevu wa mioyo. Hawezi ukawa mnyenyekevu kama uko mtii. Helo, unyenyekevu ni matokeo ya utii. Unapona umekinyenyekea kitu kwa sababu unakitii, na anasema unyenyekevu ni bora kuliko dhabihu manake unyenyekevu ni matokeo ya kukombolewa. Unyenyekevu ni matokeo ya kutolewa vifungoni, linapokuwa limeachiliwa neno la Mungu, afu lile neno la Mungu ukalinyenyekea halo, na ukalitii manake, linaanza kusababisha matokeo ndani yako, linaanza kusababisha vitu vinakuwa kwako. Sema Yesu. Tamka tena sema Yesu, tamka tena sema Yesu, mstari wa tisa. Yes, naye alipokwisha kukamilishwa akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Naye alipokwisha kukamilishwa akawa sababu ya wokovu wa milele kwa wale wote wanaomtii. Maanake Kristo ambaye ni kanisa, kazi yake ni kusababisha wokovu kwa wale wanaomtii. Kwa anapokuja ndani yako na wewe ukamtii, anasababisha wokovu ndani yako, helo. Hello? Kwa Hello? Yesu anapokuja kwako, kwa anabisha hodi. Maana unapokuwa tayari, maanake leno utii umelizia umekubali, anapoingia ndani yako akakaa ndani yako, anaanza kusababisha matokeo ya wokovu ndani yako. Sema e Bwana Yesu, sababisha matokeo ya wokovu ndani yangu ya wokovu ndani yangu ya wokovu ndani yangu ya wokovu ndani yangu ya wokovu ndani yangu ya, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Unapomwona mtu amefunguliwa vifungo, unapomwona mtu amesaidiwa kesi mbalimbali kwenye maisha yake, hajasaidiwa kwa sababu ametaka, amesaidiwa kwa sababu ya utii wa neno ambalo amelisikia la wokovu wake. Hello, hello, hello. Neno linapokuja la uhuru ndani yako, usipolitina kuliamini, alileti matokeo kwako. Unapolitina kuliamini, linasababisha wokovu ndani yako. Kwa unapotaka wokovu utokee kwako, cha kwanza tii neno la mwana wa Mungu. Unapolitii lile neno, linapoingia ndani yako, linaanza kutoa matunda kwenye maisha yako. Sema e bwana Yesu, saidia maisha yangu leo. Sema nahitaji wokovu wako, kwa maana wewe ni kanisa, ulikuja kutuokoa, ulikuja kututafuta ili utuhamishe, utupeleke kwenye ufalme utupeleke kwenye ufalme wa mwana wa mungu e bwana yesu nisaidie leo kwa jina la yesu kwa jina la yesu kitabu cha maliko 16 16 aaminie na kubatizwa ataokoka asiamini atahukumiwa 16 16 biblia inasema aaminie na kubatizwa ataokoka asiamini Manake Kristo ameni kanisa amekuja duniani hello, kwa lengo la wokovu. Na maniko nasema aamini, kumwamini nani? Kristo Yesu, hello, na kubatizwa ataokoka. Maanake ili wewe uokoke kutoka kwenye kifungo licho nacho, mwamini Yesu peke yake hello, hello. Ili wewe utoke kwenye hicho kifungo ambacho umekiona kinakutesa kwenye maisha yako, mlango mkubwa wa kukutoa kwenye kifungo ni Yesu Kristo, na ili utoke, imani yako ya kumwamini yeye aliyetumwa ambaye ni Kristo, ambe na kueleza habari zake mda huu, amwaminie pekee na kubatizwa ataokolewa. Kuna pahala ili uokolewe unahitaji kumwamini peke yake Yesu Kristo. Ukimwamini Yesu, wokovu unatokea kwako.